E bwana, habari zenu ndugu zangu, poleni na matatizo yote ambayo yanawasibu. Naomba wale watu wenye sukari ambao mnasumbuliwa na ganzi, watu wa sukari ambao mnasumbuliwa na ganzi, unaweza ukawa na sukari yako aidha, sio wewe, baba yako, bibi yako, jirani yako, ndugu yako, amevaa viatu lakini anaviacha, hajui kama alikuwa amevaa viatu. Sasa kuna haya mafuta haya, sitaki tena baadaye uniulize nayapata wapi. Haya hapa, piga screenshot shoti kwenye maduka ya madawa ya asili ya Wahindi utayapata. Haya hapa, umeona? Haya haya ni mazuri pia kwa watu hata wanaoumwa kichwa. Ukiwa unaumwa kichwa e, ukiwa unaumwa hata kichwa, umeona huyu bwana? Pia yanasaidia watu wenye maumivu ya kichwa unaweza tu ukachukua ukapaka kichwani na kichwa chako kikaacha, sijui umenielewa. Sasa mimi na nachukua tena, naongeza ujuzi wangu kama master kama kingi e, jiko limepamba moto. Sawa, hapa nimewasha kidogo kajiko kwa ajili e, ya kutaka kukuelekeza kitu. Hii hapa hii inaitwa arimiti arimiti, sawa. Unachukua hii arimiti Eh, unachanganya na haya mafuta lakini hii alimiti ili iwe nzuri zaidi. Haya mafuta ni haya humu, nimeshaweka humu, maanake niliyachukua haya humu nikayamimina humu, sawa, ili nipate kuyachanganya vizuri. Alafu nachukua alimiti. Ehe, nachukua alimiti hii, nataka nikafanye mauaji kidogo. Ehe, huyu mtu nataka akasikia habari nimechukua alimiti. Umeiona hii alimiti? Sasa hii naiweka hapa kwenye moto hapa, kuna moto hapa ili. Umeiona hii i, iko ya, kama chumbi hapa ina. Alafu mtoke hapa uniulize hapa. Nimeweka kwenye moto ili ilowane, iwe ya maji. Hapa itakuwa ya maji. Baadaye uniulize, oh dokta sijui nini, nakuchaji hela. Mafundisho yote nakufundisha haya bure, msiende kuliwa hela zenu. Najua wengine sasa hivi hamuwezi kunifikia. Eh, mganga yuko Marekani, niko Kentucky hapa. Sasa mtu wa sukari ndio kiboko. Babako anaumwa sukari, miguu sijui ganzi, sijui vitu gani, usije hapa kwangu. Nitakuchaji hela nyingi. Umeiona hii? Imeshakuwa ya maji. Una mimina huko. Umeona eh? Nime mimina huko. Namna hivi. Haya, msiseme oh, na wafundisheni sijui kwa mbalimbali, sijui nini ambayo hiyo ndio hii huko. La, kwa kwanza ni zimejikolisha pamba moto. Ehe, naongezea kidogo Tap.